Sisi tumekuja kuwakumbusha wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam ambao mna rekodi nzuri, niseme nisiseme taarifa, mimi kama mlezi, mkoa wa Dar es Salaam ndio uliofanya vizuri kwenye uandikishaji wapiga kura, na kama mmefanya vizuri kwenye uandikishaji ndio mkoa wenye wapiga kura wengi kuliko mkoa wote Tanzania. Na kama mmefanya vizuri kwenye uandikishaji <tien> <tien> na bado ni wengi kuliko mkoa wote, <tien> basi kama wa walioandikishwa ni wengi, <tien> <tien> na idadi ya watu wa Dar es Salaam ni wengi, <tien> <tien> na Dar es Salaam si ndio ngome ya Chama cha Mapinduzi sim yajayo yana yajayo yanasisiemu oye! Kwa hiyo mimi nimekuja kuwakumbusha yeah, kwamba tutakuwa na uchaguzi mkuu yeah, na tuwaombe, yeah, kwa maandalizi yaliyokisha kufanyika ndani, yeah, ya mkoa wa salaam tunahakikishia chama cha mapinduzi, mimi kama msemaji, tumejiandaa vya kutosha na tuko tayari kwa uchaguzi CCM oyee!